So, roho mimi kama dada yako ni Mama, lile ni kitu ulikuwa ushaifanya na ikakukosa ndoa yako. Ulikuwa ushaifanya na ikakuharimu ndoa yako. Hauoni? Eh? Mambo ya 1947. Huyu alikuwa bwana yake mwenye mlipatikana naye. Ati? Sasa hivyo ndio umeanza kujiprotect, si ndio? Hawako wameoana my dear. Sababu mimi sijaitwa nikaambiwa yeah, eh, nimeolewa nataka kuolewa ama nimeolewa, huu ni bwanangu. Mimi kama mzazi sijahusika mahali hey, analipiwa pale pale kwa kwake na yeah, hao ni watu wamekuwa kilala pamoja, jua wamekuwa kishi pamoja. Lakini, mimi sikujua hawajawana in short, jua hivyo kutoka kwa mzazi Sawa. Tunajua mimi si mtu wa kuagi simtwagi si kwa kuongea sana. Huyu ni dada yako. Akili yake ya ya ya si mzuri, wewe mm. Kitu ya kwanza mm. Children's Department. Ndio. Yes. She's not yeah, a child. Right so, ujanialika wewe ni mzazi mm, na ndio maana unafanya vitu. Najua shida yako, atafanya nini, atashughulikia. Acha sasa nikwambie kweli ya mambo, limefikia ma taafata mwenyewe anikwe venye anataka anikwe. Hii kukosana kwake na baba Lilian hii bado ilichangia kwenda hivyo, ameenda kalala na na, na brother ya baba Lilian bado shemeji yake nitoke na kwanza nani, ni mudogo. Mudogo wa familia ni nani? Ni nani? Ataki kujua ni nani. She just came to visit. I, I don't have any explanation. Uniform, Nini hizi zikwata? In my own house. I remember, I pay this house kwa nyumba yangu, I pay this house. Wait, wait, wait, wait daughter. this man. Boyfriend, yeah. I will do it for you. Okay. No, an, an ancha ancha you. you. Klai Klai you. you, you. you any explanation to me me me me Me yeah. Yeah? Let Let Let tell tell tell something. are my daughter. Yeah? Na wewe hauna any, eh, una, una audacity ya kuwa unaniuliza. There's no way I I can lose her. Because I do like Who? Her. What? The the mom, Ama, the other, the the your girlfriend. hi. Inamaanisha, I'm going to deal with you. Na wakati ulikuja kwangu uku, uku, kumbuka ni my daughter. Naona ukiniongelesha, ukumbuke mimi ni mama yako. I know. Na ujue mimi ni police officer. I can't do anything. Niko na right ya kuongea chenye nataka. Nyumba ni yangu na lipa rent. Unapata mtu na mamako kwa nyumba. Like, kwa kitanda yako YouTube. Welcome to my YouTube channel. And leo niko na Lilian na dada ya Mama Lilian. But before tuende huko, make sure you do like this video, subscribe kama bado hujasubscribe and leave a comment to each. Yes, venye niliona wasee wengi wali, waliadvise Lilian wengine waka... Kwa video ya mwisho watu wengi wamesema Lilian walikuwa na makosa. But anyway, I think here we will have to discuss about it. Okay? Yeah. So make sure you do leave a comment. Uh, Lillian, how are you? Uko poa? Uko poa? Uyu ni dada ya mamako? Ya ni anti. Wewe ndo umempigia simu? Mimi ndo nilimpigia simu. Haina shida. So guys, we are actually waiting for Mama Lillian akuje sababu I think dada yake amesema anataka kuongea na yeye kulingana na chenye alifanya, anti mm -hmm. So, anti nilikuwa nishamwelezea before nini hata nimpigie simu mm -hmm. So vile nilimpigia simu, nikamwambia nikamwelezea mm -hmm. But nikama pia kwa simu akuelewa vizuri. Mimi chenye mama alinifanyia kulala na boyfriend yangu kwa kitanda yangu, mi sikufurahia nayo like, Inaniuma. Inaniuma sana auntie, Mbona mam anifanyie kitu kama hiyo like like, sijai mkosea, sijai mfanyia anything bad. So hadi like, na shangaa. Najiuliza tu, dada yako anakuangana hizo nini. Hey, dada yangu ako na shida na ako na shida kubwa sana. Ameishi akiongeleshwa na mam na dadi, askiagi askiagi by the way. Haski lakini hisa hii yenye amefanya sahi. This is the worst part of it. Tani, wacha tanipata, wacha akuje. Tani bub... mtoto ni amenielezea nini amefanya, nimeelewa nini amefanya. Wacha. Pole. Pole ameaibisha. Haina shida. I think ana ako, ako nini ako, ako karibu kufika. Umejaribu kumpigia auongeaa kitu amefanya ni makosa. Ni kitu amefanya mara ya kwanza man, tabia yake. Kwa hivyo hii imekuwa kama mazoea, amezoea sasa lakini sasa tunashangaa anapele, anapea watoto mfano gani, mfano gani anapea watoto? Na sisi wenye tuko nyuma yake wadogo wake anatupea mfano gani? Oh, yeye ndio mkubwa. Yeye ndiye mkubwa. Yeye ndiye, mkubwa kisha, kisha. Kuna, kuna mwenye ako nyuma, nyuma kati yangu na yeye. Mimi namfuata mara ya pili. Nashangaa haya ni gani? Nashangaa, nashangaa, ni yeye mkubwa ama si ndio wakubwa wake? Na kama sasa yeye ndiye anafaa kuwa kielele, kielekezo. Anafaa kuwa kielekezo ama anafaa kuwa anatumislead ana, ana bado We, juenye kitu walifanya nayo ni kitu yenye hata haielezeki haieleweki kabisa. Mimi sasa ninaona nimuongeleshe na, na baada ya hapo nichukue mtoto nikakae na yeye, kwa sababu tutakuwa tumerisi baada maisha yote mtoto, tukiendelea kukaa na yeye, wakiendelea kukaa pamoja. Huyu hata ni kama anaweza mnyang'anya mpaka, mpaka mume anaweza mnyang'anya boyfriend. Ni nini aezifanya? Hata kuua, hata kuua mtoto wake eh? Hata kuua taua mtoto wake. Sasa hata tuwezi mpatie hiyo nafasi hata kukaa na huyu mtoto karibu kwa, kwa saa hii mm -hmm. Yeah, mama nyamaza, haina shida Director, bado ah, kidogo, kidogo. haina shida, acha afike. Ah, wacha afike mam, pole, sawa uko sawa, na tukishamuongelesha hapa hapa na mimi na wewe, tunatoka hapa tunaenda kuishi kwangu, wacha aishi peke yake na hizo tabia zake, iwe ni yeye peke yake amejibebea ame lawama zake Si, imajini tabia yote amefanya mama, naziona hivyo mimi, nimeingia nime hivyo kwa kwa nini kwa YouTube, naona hizo vitu, nimeingia hivyo online, naziona kila mahali. Hata ni aibu gani ameweka familia, tunashangaa ni aibu gani ametia familia hmm? ni aibu gani hii sasa. Ah, uh, pengine naweza taka tu kujua. Yes. Baba Lilian ako wapi? Baba Lilian. Baba Lilian waliachana walikosana lakini, hata iko ile kukosana kubwa na, hata wacha sasa nikuambie kweli ya mambo. Jusa hapa mali imefikia tayari sasa, nafasi sasa tayari, mwenyewe anikwe venye anataka anikwe. Hii kukosana kwake na baba Lilian, hii bado ilichangia kuenda hivyo, ameenda kalala na na na brother ya baba Lilian, bado na ndugu ya baba Lilian eh, ameenda kalala na ndugu ya baba Lilian. Hivyo tu bado baba Lilian akaona sasa hii huyu hawezi kuwa mke, huyu si bibi wa mtu. Sasa kama anazalana na ndugu ya na shemeji yake shemeji Brother atoka nitoke na kwanza ni mdogo mdogo wa wa baba Lilian. Baba Lilian akamtoka hivi. Sasa amekuwa tu mtu wa kwenda, apate, apate mwanaume alale naye. Ataki kujua ni nani, ni wa familia, ni nani, ni nani? Ataki kujua. Wewe na anafanya hizi vitu zote, vitu zote mbele ya mtoto wake. Na si ndio? Anafanya mbele ya watoto hivyo. Watoto, watoto wake hata wakiona hana, ay, ayuko huko hana shughuli. Yaani sijui ni kama anaona hao watoto wake wakiwa kama ni madada zake hata tunashangaa. Unaona, huyu dada yangu ni mtu mwenye, hata mimi kwa ndoa yangu siwezi muruhusu, akuje, kamwe hawezi kwa sababu huyu ni mtu mwenye, hata hata ataingia hivyo tena na bwana kinirambe tu hivyo nikiona, siwezi siwezi mimi hata, ndio nimeona acha siwezi muita kwangu hata mimi nikose bwana, ama usikiage, hata hata nikijui ni kama kuna kamote unashindwa akuje hivi, hata naweza unaweza kaa kaa hivyo dakika kidogo, achanganye mpaka bwana pia, sasa mimi hiyo Wacha, um, lakini wacha kuja leo nimwambie ukweli, tusemezane mimi na yeye ajue mimi, mimi, mimi ni dada yake na yeye ni dada yangu. Kama ameshindwa na ukubwa, nitachukua ukubwa leo. Nasikia peanagu ipa, ipa, ipa, lakini nitaichukua akiiona kwa, kwa sababu hii familia familia hapana haina ay, ay, shida. Kitu tutafanya hmm. Eh, <coughs> director bado Ma, Pengine ishai kuja akakuelezea kitu una, ina make... wazee? Wazee? Utaambia aje wazee? He? Umetia familia yote aibu hmm. Utaenda kuelezea kwa, kwa, kwa, kwa aje hmm? Ni ngumu yani, ni ngumu ni ngumu hata kuelezea familia, unashinda, utawaelezea aje hmm? Hmm? Ni kweli eh? Niye ndiye nafaa kuketisha ku, msichana wake mtoto wake chini, amwambie venye ndoa inafaa kuelekezwa, venye mtu anafaa kuishi na bwana. Yeye ndiye huyo ndiye ameenda amekuwa kwanza kuharibu nini ndoa ya mtoto wake, utafanya nini hmm. Ni kweli hmm? Utafanya nini lakini haina shida mm. tuta handle we'll handle that mm. mm. Naona anachungulia ara niwe karibia tu kuja. Kuja. Ba, sasa we ndio nilikuwa na ngoja eh? Umefika karibu, mama, karibu kwako, lakini nikuulize, wewe uko sawa, ni nini? Uko sawa kweli? Uko sawa dadangu? Uko sawa uko sawa uko sawa ndio mapolisi ubehave ufanya. Hivi ndio polisi ufanya. Kwani pisni polisi polisi wewe ni polisi, polisi wa saa ngapi? Haya, polisi ni kazini kwako saizi wewe ni dada yangu. Nikuulize. Nikuulize. Nikuulize aje? Msogeni tu hivi. Ngoja kwani ulipigia Damari simu? maneno watunga, wachana naye wachana naye huyu ni mtoto sawa? Mimi nimekuja hapa kama dada yako. mm -hmm. Nikuja nisikie hii maneno, hujanialika wewe ni mzazi, na ndio maana unafanya vitu kwa familia yako venye unataka. Kufikiria kuna mtu atafanya nini, atashughulika na hasira mimi, kwa sababu si ukusomesha ule mtoto tena kusomesha mtoto imeingiliana. Wacha nikuambie, ni mama, wacha mm -hmm. nikuambie, dada yangu eh? okay. Si, sijui kama we ni dada yangu ama wewe ni nani eh? haya maneno wacha tuatue, tuatue leo na leo na leo na hapa, wacha nikuambie ni so, wewe ni polisi wa watu tuna, na si wangu umesikia eh? nikuulizeaje? mm. ukitembea huko nje unajivunia ya kwamba wewe ni mzazi

Mimi. Mm. Mimi. Mm. Na unayajua vizuri sana dada yako mama Lilian, tumekuja hapa kuongea sababu ya kitu nilifanya, kitu nilifanya. Wewe unajua umenipigia simu na sikukuja, nikiexpect huyu huyuhuyu, sikuwa na expect huyu. Utaexpect aje? Utaexpect aje? Utaexpect aje, wakati unashajua wewe ndiye mwenye makosa hapa.

Unaelewa? Ah, na expect hii drama. Ufanya makosa bwana saucha na nataka na mtoto wako. Eh? Sasa nataka nikupigie makofi, si si ndio? ndio? Well Well Well done. Well well done done. Polisi wetu. Umefanya vizuri. Sawa, Sawa. nataka Shame Ni ni Shame Shame on you. Shame on you. Sababu Shame on you. Sababu umevaa kiatu, ni kama ni chako. Ona, ona venye uchungu, uchungu eh. ya mzazi. Uchungu ya mzazi. mzazi yenyewe. Nimekuelewa, nimekuelewa. Nimekuelewa uh-huh. Sasa utaenda kufanya nini juu yeye mambo yote? Wacha nikwambie. Mm. Kitu ya kwanza, mm. Children's Department. Ndio mm. Yes. She's she's she's not not huh? not a a a child. child, child. I know that she's not a child, but she's over 18. So what? Are are Are oh. are you supposed to be her co-wife? Co-wife, how? Are you you, you you supposed supposed to to be about? her her co-wife? Co-wife co-wife? how? already Huh? Are you supposed to ni ni wewe wewe kukufa unakufa? Nataka nikuulize wewe, ni kukufa unakufa? Nimekwambia mtoto wangu kama mtoto, we kama wewe, kama mzazi wa mtoto wangu. Yes, am... sasa, na nimeba hiyo kiatu kando na nguo, na nguo na nayamenitoshea vizuri, kando na child department. Ni mahali kwengine wapi utaenda, sababu huko umefail already. Nimefeli nini? Mm. Kwa sababu ukarao wa, upolisi wako unakudanganya si ndio? Mm. Upolisi wako unakudanganya na unanidanganya sana si ndio? Wacha nikwambie, ni mm -hmm. Una sheria na sheria ni ya kwa watu wote. Umesikia? Mm. Haijalishi -hmm. Wewe ni president, wewe ni polisi, wewe ni nani. Aya muende uh -huh. Tutakutana mbele. Wacha nikwambie. Hebu wa? nikuulize aache. Nikuulize, wacha nikuulize. Uko na habari ya kwamba mama mm -hmm. na dada ma, wameona hii hii video? Abari. Uko na bahati sana. Uko na habari. Uko na bahati sana kwa sababu sitaki kutumia my gun kwako. Chukua. Chukua, chukua. Eh? Mama Lilian, hii ni kitu imesemekana ushaifanya tena. Ah, ah, imesemekana ah... na, na, na, na, na, na, hmm, na nani? Inasemekana uliopatikana na ndugu ya Baba Lilian ah, mm, eh, ile issue ilipatikana kati yangu na Baba Lilian, hiyo ni family issue, lakini haikukuwa inahusiana na jambo lolote. Haya mambo <laughs> anasema kwa hivyo kama kuna mambo mengine mmeongea kama sijui hayo ni yako, na uhu, kuna swali lingine. Nadili na wewe, ndio umenipigia simu, wacha nimeona hii kuongea iko hapa hapa sababu ya mtoto wako. Najua, okay. Um,

Can cost you your job. Ndio, nimeuliza. Ndio, nimeuliza. Unajua ya kwamba Una hiyo video inaweza kukosa kazi yako wewe? Hii polisi wako kidogo e, nenda. E nenda. Eh? Imefanya ukajaa kiburi. Sawa, mami. Ukafikiria utaongelesha kila mtu enye unataka. Sawa. Wacha nikwambie. Wacha nikwambie ya kwamba Ha? na wazazi wanakungojea. Hii yangu ni kionjo tu, okay. Introduction. Aina, shida. Na wazazi wako wanakungojea, umesikia? Hata na mimi ni wazazi wazazi wazazi wangu wazazi wangu. Eh? Hautadharau wazazi wangu, umesikia? Nataka unisikize. Sikiliza. Umenisikia? Sijasema kuwadharau, but vile. Si ni sawa? Vile unajua ni gani? Unajua ni, ni nini unamaanisha? Um, hebu muulize by the way. Sasa hiyo hiyo ni yangu na wazazi, sioni kama kuna haja. Ngoja wakati ukifika, utakuja kwa wazazi ndio utasikilizia hapo. Sawa. Huyu uh, uh, mtoto na expecta hila aje from uh, chenye ulifanya Mm, unajua wewe kunipigia simu, jambo la kwanza kunileta hapa, sioni kama ulikuwa unataka peace. Tu solve hii maneno, mtoto apone, umeelewa? Kama unasema ya kwamba kuna maneno umesikia, kumaanisha mliniongelea kabla sijafi? Sijafika. Mbona amuke endelea kuongea hiyo, ndio nikifika tufanye tu kumalizia conclusion. Ni ukweli ama ni uongo. Ni uongo. <laughs> Tena ni uongo, unapangia nini mtoto wako safety yake? Safety inaingilia wapi hapa? Kuna shida. Ulitoka safety. Ni <laughs> <Kuna laughs> umemtishia. Nilimtishia, rudia maneno yangu vile nilimtishia. I think hata mimi nilitishiwa. Mm-mm. You think but you are not sure. Rudia hayo maneno. Uliniambia nikipost video, utadili na mimi. Na ulipost, si ndio? Kuna kitu nimekufanyia. Wacha nikwambie mama. Wacha nikuambie. Mm. Wacha nikuambie Wacha ni kuambie. We, tumemalizana na wewe, my tumemalizana, tumemalizana. Tum, so, swali lingine, nimekuita hapa uongee na sister yako na mtoto wako. Nimekuja kuangalia kwamba vile tuko hapa tukiendelea hivi, midomo hakuna mm, kitu tutasolve. Wacha nikuambie so wacha niende. Wacha solve kama mtoto wangu mahali. Si sawa.

Mimi. Eh, unaweza hurumia wazazi wako? Umeuliza nini? Hata huyo ndiye first born wetu sasa huyu. Huyu. And how does that? Hebu tuhurumie. Huh? Yes. Hey, na uko na kiburi my friend. Uko na kiburi. Kiburi. Kiburi unayo. Because she has already been poisoned. So, poisoned. Hakuna kitu nitaongea. Huyu mtoto kama si wewe kwa hivyo nitaangalia nani alimpoison. Anti, kuna venye nimekuja tu solve. Vile umeniita nimejua ni kusolve. Lakini the way anaongea ni kama hataki huyu mtoto aongeleshwe ahil. So, mtanipatia muda hmm. Mimi nitaenda, nitarudi hmm, kwa mtoto wangu tutaongea. Mtoto wako unarudi kwake ukimtoa wapi? Akiwa wapi? Akiwa wapi? Yes madam police police officer, unaongea na mtoto wako akiwa mkiwa wapi? Mkiwa wapi mtoto hata simwachi hapa? Huyu alikuwa bwana yake mwenye mlipatikana naye. Olikuwa jawana. Ati? Ati? <laughs> Sasa hivyo ndio sasa umeanza kujiprotect. Sababu mimi sijaitwa nikaambiwa yeah. Eh, nimeolewa nataka kuolewa, ama nimeolewa huu ni bwanangu. Mimi kama mzazi sijahusika mahali analipiwa pale pale kwa kwake na yeah. Hao ni watu wamekoa kila la pamoja. Lakini mimi sikujua hawajawana, in short jua hivyo kutoa kwa mzazi Sawa. Ati, wacha nikwambie. Wacha nikwambie Irene. Irene, wacha nikwambie. Wakati utakaa hivi, Eh? ujiambie mimi ni sister yako eh? Na huyu ni ntot, mtoto huyu ni mtoto wako eh? Society will teach you. Society will give you a proper lesson. Nimekuambia hivyo, mama, unaweza sema tu mbele ya mtoto wako like ulikuwa na bwana yake, sababu hajaolewa huyu msichana, hajaolewa na si kwa hata kama walikuwa na date, si kwa nime give consent yangu ya kama mzazi hakuna shida, wamekuwa kilala pamoja hakuniambia. Ye ni kitu ya kujijazia juu wanaishi pamoja hajaolewa. Umekwenda, ukienda kwake ukisolve issues zao. Okay, lakini nililani ni ya kwamba ule kijana ampendi na pia asingekubali, unaelewa? Aenda na Na wrong wrong in a wrong marriage. Na sasa nikuulize, nikuulize dadangu, ya kwamba eh? Yeah? hata kama mtoto wako hajaolewa eh? Si ungeita tu mtoto mketishe chini, wewe ni mzazi wake, si wewe ni mama yake eh? Wewe si mama ya mtoto. Ungeona, kitu... ungeona, ungeona, mtoto ungeona huyu mtu ampendi, kama mzazi, The necessary thing ungefanya ni ulikuwa wa, wacha nikwambie, umwambie h uliamua tu ku, kusaidia mtoto wako kulala na bwana yake juu uliona bwana mpendi, hakutakuwa na ndoa. Umeelewa? Lakini hii issue, hii issue, niliona tuisolve kama familia. Hata wewe kuniita hapa sikujua kwamba kutakuwa na vita zingine, unaelewa? Haya, vizuri, very good. Na umesema vizuri ulikuwa umeona muisolve kama familia Familia ni nani? Ile kitu eh, ishafanyika ishafanyika. Na maswali, Sama. Story nini? Wacha nikuambie. Masausha mdomo haisaidii, haikusaidii wala isaidii mtoto, mtoto yule anaumia hapa sasa hivi ni mtoto. Nimekuambia. Na sijui ni aje utatoa hiyo kitu kwa kwa akili ya huyu mtoto. Sijui kama umenielewa. Umesema unataka familia, huu ni familia yako. Mtoto wako ni familia yako. Unataka nani mwingine? Mimi, the way hii kitu inaenda, sijui kama itamaliza vizuri. Kama anaweza calm down tuongee. Eh? Itakuwa nafuu. Lakini kama hawezi calm down, sasa tukiendelea kwa argue hivi, hakuna mtu anasaidika. Kama wewe unaonaje? For me think ni ile uchungu ya kitu umefanya ndio inafanya kuwa hivyo. Lakini kitu nani, kitu naniumiza, kitu naniumiza roho mimi kama dada yako ni. Mama lile ni kitu ulikuwa ushaifanya before na ikakukosi ndoa yako. Eh? Ulikuwa ushaifanya na ikakukarimu ndoa yako. Hauoni? Kwa hivyo lazima ni mambo ya 1947. Sasa wewe ndio umefanya hii ukafanya tuikumbuke mdogo. m utaenda kulala na wewe ni dadangu mdogo i mtoto wangu, kwa hivyo wewe utatoka utuwache mimi na Lilian si ki, si wewe ki. Enda uhandle boma yako na watoto si na na Lilian tumalize. Una, unajua ni kwa nini sitoki? unajua ni kwa nini siondoki? Utoki, kwa sababu hata huyu mtoto hata sana. huyu mtoto ni hmm? mtu mzima na alipokuja kwangu kuna kile kitu aliona ndani yangu enye hakuona ndani yako, na wakati mlikaa mliniongelea kuhusu, nini na nini, ukana, ka, ka na mtoto, mtoto, mtoto amenipigia simu haya mambo ya kitambo naona anayajua, ulimwelezea aijue sasa, oh, the kind of a mother she has, okay. Yeah. So wewe ndio mm, unasaidiana kuvunja hii familia yangu fami, familia, familia mwenyewe na mikono yako. Mbona ulimwelezea mambo yenyewe? Najua ni polisi anakuwa anafaa kuwa ni mfano mwema kwa watu wengine kwa wananchi huu ni mfano mwema hii sasa, hii kitu ishafanyika ishafanyika sasa. Unaelewa. Okay. Ni sawa na nimeelewa, tunasaidiaje mtoto? Tunasaidiaje hapana. Tunasaidiaje mtoto, wewe mwenyewe unafikiria kufanyia nini mtoto wako? Hii kitu ishafanyika ishafanyika. Kwa hivyo wewe jitoe, unajua huyu mtoto, wacha nikwambie, wewe kama ulishashindwa na ndoa, umeelewa? kubali Umeelewa. Kama ulishashindwa na ndoa ya kubali uachana mtoto akae ndoa yake. Nimesema, nimesema, ujitoe ndani. Sijitoi. Unaelewa, kama ujitoi haya, ibebe. Sijitoi. Unaelewa, mi nimeenda. Nitabeba. Enda ubebe. Nitabeba. Munisengenye nitabeba, mufanye kila kitu. Tukimaliza umbebe umpeleke, malu utampeleka. The end of the day, hasara ni kwako Mtoto ni wako, si wangu. Umemwaribu na wewe mikono yako, wewe mwenyewe. Asara gani? asara ni kwako. Sasa hizi huwezi jua, lakini utakuja kujua baadaye kitu, kitu. Nikwambie. Unaona yule. Nikwambie kitu ulimwengu. Unaona kutoka asubuhi mpaka jioni hakuna kitu utaona. Unaona, Unaona yule yule, kuna... Kumbe unajua, kuna ulimwengu, ulimwengu kila mtu akikufa atabeba mzigo wake. So hii asara unaongelea mimi, mi sijui. Asara ni kwako wewe, ni wewe umeharibu mtoto wako. Mbebe, ukaharibu ndo Muongee, munisengenye, mkimaliza wakati mwingine sawa. Mwinginena utafuta bwanako mali huko, hiyo ya bwanangu haikuhusu.